Mpendwa uh, huenda ukawa unasumbuliwa na changamoto ya, ya mvuuliko wa hedhi uh, hedhi inachelewa au kutokupata kabisa au unaweza ukapata mara moja kwa mwaka au mara moja kwa mwezi au mara moja baada ya miezi sita lakini pia una changamoto ya ugumba, haumetafuta mtoto kwa muda mrefu na haujafanikiwa kupata. Lakini pia unaweza kuwa unasumbuliwa na changamoto ya kukauka kwa uke, huko unakuwa mkavu kiasi kwamba hadi, uh, utumie maji uh, maji uh, uh, ya ya au utumie mafuta ya nazi kumwaga ili palainike uh, lakini pia huenda kwa unasumbuliwa na changamoto ya mood swing uh, lakini pia huenda kwa unasumbuliwa na changamoto ya PCOS nikimaanisha uh, kisukari cha ovary, na imekuwa ikikuathiri kwa, kwa muda mrefu, lakini pia huenda ukawa unasumbuliwa na uvimbe tumboni, aidha ukawa unasumbuliwa uh, na changamoto za PMS. Nikisema PMS namaanisha ni premenstrual syndrome, ambao ni, ni dalili anazozipata kabla ya kuingia hedhi. Uh, matiti yanauma, matiti yanatoa maziwa, lakini pia unavimba, inawezekana ni maziwa ya I mean, maziwa yanavimba, lakini tumbo linauma, unaharisha, unatapika. Uh, hizi dalili zote ambazo ni hapo uh, kabla. Uh, zote uh, kawa zinasababishwa na uh, either ni kutum, njia za uzazi wa mpango ambao unahutumia, lakini pia inaweza ikawa ni mvuruko wa hormone ndani uh, ya sekunde kumi uh, nitakuelezea vizuri kabisa tiba uh, tiba ya hormone, ya mvuruko wa hormone uh, tiba ya mvuruko wa hormone uh, tumeipa jina ya seed cycle uh, nikimaanisha seed cycle ni cycle ambayo inatumia mbegu hizi uh, matumizi ya hizi mbegu ni una, inatumika kuanzia y siku ya kwanza hadi siku ya ishirini na nane ndio maana nimeita seed cycle. Hii seed cycle ina vipande viwili, kipande cha kwanza ni siku ya kwanza hadi siku ya kumi na nne na kipande kinachofuata ni siku ya kumi na tano hadi siku ya ishirini na nane. Kwa hiyo kwa mwe inatumika kwa mwezi mzima. Kwa siku ya kwanza hadi siku ya kumi ya na nne na Uh, utatumia mbegu za aina nne. Kuna mbegu za chia, kuna mbegu za maboga, kuna mbegu za flax seed, nikimaanisha zile flax seed ambazo hizi mbegu za flax seed sometimes wengine wanasema ni mbegu za ufuta za Kichina. Hizi ni mbegu za ufuta za Kichina. Kwa hiyo hizi mbegu ambazo ni zipo za aina tatu zipo za aina tatu, uh, zitakusaidia wewe katika uh, kuboresha mfumo wa homoni. Hizi mbegu huwa zina estrogen na progesterone ambazo ni homoni nzuri kwa ajili ya ku uh, kulekebisha homoni kwa mwanamke. Homoni ya estrogen inaweza ikawa juu zaidi, au homoni ya progesterone inaweza ikawa juu zaidi. Mtu ambaye akiwa na homoni ya progesterone ime, imekuwa juu zaidi, anakuwa ni rahisi sana kupata PCOS, ndio maana watu wanasumbuliwa na na kisukari cha ovary, lakini pia hizi mbegu zinasaidia kuibalanse hizo homoni. Kwa hiyo mbegu ya kwanza ambayo ni mbegu ya maboga, mbegu ya flax na mbegu za chia, utazitumia hizi, utakuwa matumizi yake utazisaga kwa pamoja na utaziweka kwenye uh, utakuwa unatumia kwenye chai lakini pia ni kijiko kimoja tu unatumia kwenye chai. Lakini pia mzunguko wa pili ni siku ya 15 hadi siku ya 28. Aa, uh, hizi siku utatumia mbegu za aina mbili, utatumia sesame seeds ambazo ni mbegu za ufuta, lakini pia utatumia mbegu za alizeti na zenyewe utazisaga, utasengeneza unga, utakuwa unatumia kijiko kimoja kwenye chai mpaka siku zote hizo ziishe mpaka siku ya 28. Hizi mbegu zote zinasaidia kubalance au kurekebisha hormone hizi mbili ambazo ni estrogen na progesterone hormone ambazo zikae sawa kwa sababu kuna wengine estrogen inaweza kama imezidi au wengine progesterone inaweza kama imezidi, kitu ambacho kinasababisha uh, shida za homoni au dalili ambazo zimezitaja kabla, lakini pia Uh, hizi mbegu zinakusaidia kusaidia wewe uh, kulekebisha baadhi ya vitu vingine vingi sana. Kwa hiyo tumia hizi mbegu vizuri mpaka siku ya ishirini na nane na utaona maendeleo, lakini kama unasumbuliwa na changamoto hiyo changamoto haitaisha ndani ya siku ishirini na nane na changamoto yako itakuwa inasababishwa na matumizi ya njia za uzazi wa mpango uh, Jaribu, kuna namba ambayo zitapita hapo kwenye skrini yako, uh, utaziona nitumie texti WhatsApp, na nitakueleza namna ambavyo unaweza kufanya na kukusaidia wewe upate uh, kutoa suluhisho la changamoto ambayo inakupata ina uh, ninashukuru sana Mungu. Awabariki usiache uh, kunifuatilia kupitia hii channel ya Holina. Uh, Mungu awabariki sana na